Binafsi yangu mi ningekuwa Chelsea, ngenyuma sana walimwona Garnacho Manchester United, wakamtaka Garnacho. hela ambayo Chelsea walimpa Manchester United kwa ajili ya Garnacho, Manchester United wakaongezea kidogo, wakaenda Wolves wakamchukua zao Matheus Cunha. sasa hivi Garnacho pale Chelsea. hakuna shabiki wa Chelsea ambayo anamtaka kwenye Premier League amecheza mechi kumi na nne ampaka katika mechi kumi na nne mechi kumi na nne, mechi kumi na moja Garnacho ndo ameanza, ana goli moja na asisti tatu. Kwa Matheus Cunha kwenye Premier amecheza mechi 20 ana magoli matano na asisti mbili. Mashabiki wa Manchester United yani wanafurahishwa na kile ambacho Matheus Cunha anakionyesha katika kikosi cha Manchester United, angalia hata kata kwenye safu ya ushambuliaji ya Manchester United kuna namna ambavyo imeimarika baada ya Cunha kuingia Manchester United, lakini kwa Chelsea imekuwa tofauti. Garnacho amna ambacho anakionyesha ila mashabiki wanalaumu sana. Yaani nikitazama Chelsea Chelsea ya ya Roman Abramovich na Chelsea ya Todd Boehly. Ni Chelsea Chelsea yaani, Chelsea mbili mbili tofauti tofauti kabisa. Kabisa. Yaani wanasema Manchester Manchester United United kwa kuapa Mason Mount. Lakini hata waangalia kwani kuna shabiki wa Manchester United ambaye analia labda hamtaki Mason Mount. Kwa hiyo kuna namna Chelsea kumchukua Garnacho Garnacho wamefeli kama walipigwa kwa sababu Garnacho tangu yuko Manchester Manchester Manchester United Manchester United. Hebu Manchester United alikuwa anasumbua sana alikuwa na Garnacho huku Garnacho Rasmus Holland, yaani ni Manchester ambayo ilikuwa inakosa magoli sana, yaani nafasi zinatengenezwa lakini magoli hawapati. Hiyo shida sasa ndio imeenda kuwakuta Chelsea. Kilichofanyika hapo Chelsea ni kama Manchester United sasa amefanya ma Chelsea, yaani ni shimo lao la kuwatupia watu ambao wa hawataki. Angekwepo Roman Abramovich mchezaji aina ya Matheus Cunha au Matheus mwenyewe pengine angekopo Chelsea, kwa sababu yeye alikuwa anataka mchezaji ambaye akija moja kwa moja ataleta vitu vikubwa. Yaani, kama Garnacho asingekwepo pale Chelsea, sasa hivi kwa Manchester United angekopo, lakini asingekopo pale Chelsea. lakini msimu huu ni tofauti, yaani kila mtu kama anamwona Chelsea ndo ndo kibonde.